Mfuatiliaji wa Snada TV tukiwa bado tuko hapa Mbalamwezi Park, hapa nimekutana na Mswahili mwenyewe, atajitambulisha majina yake na atatuambia kama unavyo mwana amependeza hivi Kiswahili, yeye anajisikiaje kuwepo katika siku ya leo ambayo ni siku ya Mswahili ama siku ya Mwafrika? Yeye ana yapi ya kutuambia? Karibu sana. Asante kwanza kwa ajili, anaitwa Frank Msiba. Naam, na nimefurahi sana kuwa niko hapa siku ya uswahili okay. Kwa hiyo nimeenjoy sana. Kwa hiyo leo ni siku ya uswahili na ni siku ma maswala ya kizazibari, maswala ya pwani, tuna enjoy sana kwa kweli. Niwapongeze Mbara mwezi wamefanya kitu kimoja kizuri. Ukija hapa unapata miguu ya kuku, nimekula na muda mrefu miguu ya kuku e, na vitu vya kuku e, kuna utumbo, kuna kachori kwa kuna vitu vidogo vidogo vingi sana kwa hiyo nimefurahi sana kwamba leo nimekutana na zangu. kwa wenzangu uigia ndo mara ya kwanza kwa kitu kufanyika hapa, kwa hiyo nimepongeza, so kwamba ni kitu kimoja kizuri sana. hongera sana wewe sisi tunakufahamu ni meneja wa KBH by Royal Village Hotel, umetoka KBH by Royal Village Hotel sasa huko hapa Mbalamwezi Park kupata burudani. Lakini Mbalamwezi Park ni kisima, kisiwa ama kisima cha burudani. Lakini hata kwako pia kule KBH by Royal Village Hotel kila siku ni burudani burudani, na mwandaji ni Laka Fashion ama Laka Vibe. Lakini wewe unajisikiaje unapoona kwamba kote burudani mkoa wa Singida? Nizi narindima tu, nimefurahi kwa sababu wewe wamenialika kwao, huku nimekuja kupata burudani Habari ya umeneja tunawacha kule. Kwa hiyo leo ni siku ya burudani, kwa hiyo nimefurahi sana. Wamenemba bwana mkubwa, eu, njoo mara moja. Kwa hiyo nimefurahi sana kufika hapa, wapokea vizuri na huduma zinaendelea hapa vizuri, ni tunapata bata tu, ni siku ya burudani, usiku wa, wa pwani. Kwa hiyo watu nikujiachia tu, kama umeona wadada wa mjini wenyewe, leo an wa mjini wako hapa ni wengi, ambapo kwa Wasingida wanapenda alizeti. Alizeti sio kuitwa alizeti alizeti, mafuta alizeti. Kwa hiyo leo wako hapa burudani, kwa hiyo tunawakaribisha kama vile ilivyo aliko basi, na wengine wakaribie kuja. Kwa hiyo nimefurahi sana asante sana. Kumbe rangi zile nyeupe zile, udongo mweupe ule ndio unaostawisha alizeti. Kumbe alizeti zenyewe ni wadada wazuri wanapatikana <coughs> Sikida <coughs> <coughs> <coughs> una aetzo zenyewe kwa hiyo tunakaribisheni sana karibuni. Uh, mbara mwezi mpate burudani mbalimbali. Unafikiria programu kila Jumatano wameweka usiku wa Mwafrika. Kwa hiyo ndio hata sisi ku kwetu mambo yanaenda hivo mazuri mazuri. Kwa hiyo tuko pamoja, karibuni tupate furaha. Kwa staili uliyovaa inaitwaje? uni mfuli maswala ya pwani ni <laughs> maswala ya pwani mzee. Na kwa mara ya kwanza ulivaa lini? Katika maisha yangu ya oaya kwa kwanza nimevaa vazi hili lakini nimeipenda nimeona, kumbe ko kuna steri. Nimevalishwa na Laka Fashion, Laka Fashion, Laka Fashion wamenivalisha leo kabia mzee. Eh, hebu pata kitu cha uswahili kidogo, kwa nimefurahi sana kwa, kwa watu ambao hawajazoea kukuona ukiwa umevalia msuli leo hii, wataenda kukutazama kwenye mitandao sasa. Umevaa hivyo, labda wewe unajisikiaje? Nimejisikia furaha kwanza, wengine wamenipotea. Nani walijua mzee mmoja kutoka Zanziba kwani huko lakini, aaaa ii mefurahi. Kwa hiyo tunajichanganya, kwa hiyo kwa tunajichanganya kwa sababu ndio jamii, lazima tuishi na jamii, lakini tarehe ishirini na nane mwezi uh, uh, uh, Novemba mwaka elfu mbili na ni ni maadhimisho ama anniversary ya kuanzishwa kwa KBH by Royal Village Hotel. mm -hmm. wao wa, unawaambia una nini wana Singida, wa, wa, wa, wa wananchi kwa ujumla, lakini wadau mbalimbali wa burudani kwa ujumla, watu wa Singida, nasema kwamba anapenda kuwakaribisha siku ya 28 mwezi wa 11 moja, tutafikisha mwaka moja wa KBH by Royal Village Hotel tukiwa tuko Singida hivyo, tutakuwa tuna burudani kubwa sana, tuna mjengoni bendi kutoka Arusha watakwepo, tuna wasanii, tuna madiji, kuna vitu vingi vitakwepo. Kwa hiyo mambo yatakuwa vizuri sana, kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha watu wa Singida waje siku ya 28 mwezi wa 11 pale KBH By Royal Village Hotel. Tutakuwa tuna burudani za kutosha nyingi sana, na mambo mengine yatakuwa ni surprise, ili kufikisha mwaka mmoja wa KBH By Royal Village Hotel Singida, ili watu wafurahi sana. Kwa hiyo tunafungua burudani kwa design hii, ndio maana tunasema kwamba Royal Village Hotel ni kisima cha burudani kwa, kwa, kwa, kwa hiyo burudani hizi lazima ziendelee kuwepo. Kwa hiyo mwezako akiweka, naona nanaangalia, naona naweka. Kwa hiyo tarehe 28, nataka watu wa Singida wote msikose kuja KBH by Royal Village Hotel. Lakini kilichokufurahisha zaidi wewe katika siku ya leo ni kipi, ulivyoingia hapa mbala mwezi Park, kilichokufurahisha zaidi ni nini? Hebu tuambie kilichokufurahisha tu tuambie. Kilichonifurahisha kwa kweli, nafanya setup vizuri na unapokelewa vizuri na huduma zao zinakwenda vizuri na watu waliovaa madera umo ndani, yani ni burudani. Yani uji unapata nini? Burudani ni kuna vitu vya kuku viko pale, kuna nikuya kuku, kuna utumbo wa kuku, yani vitu vinakuwa vina Dar es Salaam huko wanachoma wana choma, choma. Sasa leo vinapatikana e, e, danili mm hapa -hmm. Mbalamwezi. Nimekuwa miguu ya kuku na mda mrefu, a miguu ya kuku au kichwa cha kuku. <laughs> Mefurahi sana. Ama kweli, amakweli KBH By Royal Village Hotel imekushika kichwani sana, au mepotea, maana lazima ucede na blambi yakosofaa. nashukuru sana kwa tuko pamoja. <laughs> Niwapongeze ni Snada TV na ninyi mpo usiku no. Hamjaacha ambaye ni Mbalamwezi, okay. Kwao tunawapongeza sana, ni wadau wetu, lazima tuashike mkono. Saliini vijana, shukrani sana mfuatiliaji wa Snare TV, huyu ndo Frank Msiba, meneja mtu munene, mtu mkubwa kwa hapa mkoa wa Singida, yeye ndo top manyota, wengi tunapenda kumwita top manyota, mzee wa busara na hekima, ambaye kila ukimwona ni lazima akupe maneno madini, eh? Sio lazima ulipia ada ndo yapate, anakupa madini ya kichwa na madini ya ubongo. Shukrani sana asante sana. Tunaingia hapa kupata burudani. Hebu cheza kidogo hapa, waonyeshe waonyeshe wanacheza. Eh eh eh. E.